Taawa Trump amshutumu Ramaphosa kwa uchochezi wa mauaji ya Afrikani, na, na katika michezo na burudani AFC yamara mbele ya FC mchezo wa bananza. La habari, mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika taarifa ya habari. Jina langu Rahma Hussein, ungana nami. Ongezeko jipya la maambukizi ya ugonjwa wa korona unaosababishwa na kirusi aina ya uviko kumi na tisa limegundulika baada ya mlipuko mpya wa ugonjwa huo kuibuka mwezi Aprili mwaka huu na kusambaa kwa kasi zaidi na kusababisha hofu kwa wataalamu wa afya pamoja na wananchi huku kukiwa na tofauti kubwa kati ya mlipuko wa kwanza uliotokea mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini. Mwanahabari wetu Abdalla Muhammed ana undani wa taarifa hii. Katika jitihada za kupata ufafanuzi wa UoI Digital tumefanya mahojiano na Daktari Noel Kivamba ambaye ameeleza njia mbalimbali za kujikinga na ugonjwa huo huku akiwataka wa watu waweze kufuata kanuni zilizowekwa na Wizara ya Afya. Kwa sasa hivi bado watu wanaendelea kuhimizwa kuvaa barakoa kama kawaida, kama ilivyokuwa hapo awali, ambapo ugonjwa ulipokuwa upo katika viwango hali ya juu sana, lakini pia kusafisha mikono yetu, lakini pia kuepuka misongamano isiyokuwa ya lazima lakini pia kushikana mikono mahali ambapo haitakiwi hivyo. Kwa hiyo njia bado ni zile zile, lakini nadhani kwa njia ambazo tunaweza tukasema zinaongezeka ni kwa watu wa afya kuendelea kutoa elimu ya afya kwa watu kwenye mikutano ya hadhara au kwenye mikusanyiko kwamba ugonjwa huu bado unaua na, na kuwaelimisha ni na namna gani ambavyo wanaweza kuepukana nao. nao wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa wameeleza namna wanavyoweza kujikinga na ugonjwa huu kutokana na huu ugonjwa mpya uliojitokeza ni kuchukua hatua stahiki ambazo zinatolewa na uh, watu wenye dhamana ya afya kama vile uh, kutumia vitakasa mikono, maji tililika, kuvaa barakoa na kuepuka uh, mikusanyiko au misongamano isiyokuwa ya lazima. Anapiga wanaita nini, chafya. E, ile ilikuwa inazuia kwa mtu mwingine kupata yale maambukizi ya virusi vya corona, lakini njia nyingine ambayo ilikuwa ni rahisi na ilikuwa inatumiwa na watu wengi ni njia ambayo walikuwa wanatumia sanitizer, kwamba mtu anapoingia labda kazini, eneo la kazi, anaingia darasani, anahakikisha kwamba ananawa mikono yake. Haya ni maoni daktari leo alitoa kuhusiana na mlipuko mpya wa ugonjwa wa corona, ambapo amesema inabidi tuchukue hatua zile zile za mwanzo za kunawa mikono kwa sanitizer ili kuepuka virusi kuweza kusambaa kutoka hapa Lusi na dispensari Abdalla Mohamed UID gito. Mwinjilisti wa KKKT Chuo Kikuu cha Iringa Julius Kenyara amewahimiza waumini kuomba nguvu ya neno la Mungu ndani yao ili waweze kushinda majaribu na kuongezeka kiroho. Mwanahabari wetu Gladys Mahenge ana undani wa taarifa hii. Elnazi Clement mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa anaisomia theory Amewashauri vijana na wanafunzi wenzake kupenda kuhudhuria ibada na kusoma neno la Mungu ili waweze kufanikiwa katika kila jambo wanalolifanya kwenye maisha yao. Mimi ninawashauri vijana wale ambao hawataki eh, kufuatilia mambo ya ibada hawataki kusoma neno la Mungu, kwamba wasipofanya hivyo, wasipopenda ibada, wasiposoma neno la Mungu, maana yake hata kama wanasoma mambo makubwa kiasi gani, maisha yao yatakuwa ni hasara. Nao baadhi ya wanafunzi wanaosomea sheria mwaka wa kwanza ambao walishiriki ibada hiyo walikuwa na machache ya kuongea juu ya aliyojifunza kwenye ibada hii. Katika ibada ya leo nimejifunza kwamba tunatakiwa tuli tumwombe Mungu atupe atupe nguvu ya neno lake ili iweze kutusaidia katika maisha yetu. Katika ibada ya leo tumejifunza nguvu ya neno la Mungu katika maisha yetu vilevile, jinsi neno la Mungu linavyoweza kubadilisha maisha yetu. Jumatatu Julius Kanya, ambapo wamewahimiza waumini kuomba nguvu ya neno wa la Mungu katika maisha yao ili Mungu aweze kutimiza kusudi lake katika maisha yao. Nikiripoti kutoka hapa, mimi ni Gladness Mahenge, taarifa yake. Gladness Mahenge inatukamilishia habari za kijamii. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea na habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Francis Mkinga. Meneja wa benki ya CRDB tawi la Iringa Baraka Ruhoja ameelezea lengo la kuanzishwa kwa mradi wa Youth Launch and Scale uliolenga kuwawezesha wanavyuo na vijana wabunifu kujifunza ujasiriamali pamoja na kujitegemea. Ameyasema hayo katika tamasha la Youth Launch and Scale ambalo limeandaliwa na CRDB chini ya CRDB Foundation Bank lililokuwa na lengo la kutoa mafunzo na kukuza vijana wenye mawazo ya ujasiriamali na biashara lililofanyika katika jengo la Science Block hapa Chuo Kikuu cha Iringa. Huo ni programu ambayo inalenga kuwaleta athari kwa vijana, kwa maana ya kwamba baadhi ya vijana ambao ni wabunifu wataweza kuweza kuwezeshwa kupitia benki ya CRDB na ushirikiano wa startup ambayo tutaweza kukagua projekti zao pamoja na miradi yao, lakini pia tutaweza kuwapa training na semina mbalimbali ambazo zitaweza kuwawezesha wale vijana wenye sifa na vigezo wenye miradi yenye ubunifu waweze kuwezeshwa ili uweze kuwakwamua katika sekta ya kiuchumi, teknolojia pamoja na mazingira. Nao baadhi ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, waliohudhuria katika mafunzo hayo, wameeleza jinsi walivyopata elimu juu ya ujasiriamali pamoja na njia za kuanzisha biashara zao wao wenyewe. kujifunza leo ni vingi sana, kwa masuala ya kibiashara sababu, na vingi upate muda wa kufanya customer interview, kujua mahitaji ya, wa, ya wale customer aa jinsi gani na namna gani ya kuweza kutatua changamoto au kutengeneza vitu ambavyo vinaleta matokeo mazuri ndani ya jamii. Tamasha la Uni Launch and Scale liloandaliwa na CRDB Foundation Bank limeonyesha kuleta neema kwa vijana wa Chuo Kikuu cha Iringa kwa ajili ya kukuza mawazo yao ya kibiashara. Nikiripoti kutoka chumba cha habari ni mimi Francis Mkinga wa UoI Digital. Ifuatayo ni habari za kimataifa kutoka Mashariki ya Kati. Maroli yaliyobeba misaada ya vyakula hasa hasa unga yamewasili ukanda wa Gaza kupitia kivuko cha Karem Shalom baada ya jeshi la Israeli kuzunguka eneo hilo kwa muda wa wiki kumi na moja. Shirika la mpango wa chakula na Umoja Mataifa limesema kuwa sehemu ya misaada ya chakula iliyosafirishwa na maroli siku tisini sasa yamefika kwenye maghala yao katika baadhi ya maeneo na misaada hiyo ni kama vile unga wa kuokea mikate, ingawa mashambulizi ya anga ya Israeli yameendelea usiku kucha na kusababisha vifo vya watu zaidi ya kumi na nne katika eneo la Gaza. Naye Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amefanya mkutano na waandishi wa habari na kuendelea kusisitiza kuwa mashambulizi dhidi ya Gaza yataendelea. Washington Ikulu ya White House ya nchini Marekani imekuwa na mgongano na viongozi wa kimataifa, huku rais wa nchi hiyo Donald Trump akianzisha mabishano na rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa akidai kuwa mara kwa mara wazungu wa Afrika Kusini maarufu kama Afrikaners ilikuwa ikikabiliwa na mauaji mbalimbali mbali ya halaiki na kuna video iliyoonyesha ushahidi wa matamshi yake Ramaphosa. Rais Ramaphosa amesema kuwa lengo lengo lake lilikuwa ni kurudisha tena diplomasia na maudhui ya video hiyo hayawakilishi sera ya serikali yake. Shukrani sana Mohamed Kiswili kwa habari za kimataifa. Mtazamaji, e wa kutoka hapa habari kutoka UoI Digital, tupate mapumziko mafupi tukirejea habari za michezo na burudani zinazoletwa kwako na Alex Komba. Niko, si endelea kwa nasi msanii wa muziki wa miondoko ya Bongo Flava Jordan Kapinga maarufu kama Jay Smith ameweza kuandaa bonaza ambalo limewakutanisha timu ya Bajitua FC pamoja na timu ya 8 Degree FC ambao ni wanafunzi wa idara ya habari chuo kikuu cha Iringa. Bonaza hilo limetamatika katika uwanja wa Kigonzile na timu ya Bajitua FC kuweza kuibuka na ushindi wa goli nne kwa mbili. Baada ya mchezo huo kutamatika, manaoza wa pande zote mbili pamoja na makocha wa timu hizo wamekuwa na maoni tofauti tofauti juu ya matokeo ya bonanza hilo. Mechi ya leo ilikuwa ni ngumu, na pia naweza nikasema ilikuwa ni nyepesi, kwa sababu tulikuwa tumejiandaa vizuri kuweza kuja kushindana, lakini kama tunavyojua ila ni matokeo matatu: kushinda mechi ya leo tulikuwa tumejiandaa vizuri. Kwanza kabisa timu yetu tuliweza kuingia kamera kwa tumejiandaa, ili tuweze kuibuka na ushindi katika mechi ya leo. Lakini pili, mpira una matokeo matatu, kushinda kusale, sisi kwenye matokeo matatu tumeamua <coughs> za ambalo limeandaliwa na mwanamuziki Jay Smith kutoka chuo kikuu cha Iringa limeweza kutamatika katika viwanja hivi vya Kigonzile, na mchezo ambao kuw nachezeka ni kati ya Baji dhidi ya Degrees, na Baji ameweza kuibuka na ushindi wa goli 4 kwa mbili. Nikiripoti kutoka maeneo haya ya Kigonzile ni mimi mwanahabari wako Alex Komba. Kwa niaba ya watu waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutanie tena kesho panapo majaliwa. Jina langu Rahma Hussein. Asante na kwaheri.